Familia moja katika kijiji cha Bula Mzuri kaunti ya Garissa ina wasiwasi mkubwa wasijua aliko jamaa yao Mohammed Ahmed Nur aliyetekwa nyara usiku wa kuamkia jana watu wanaoaminika kuwa maafisa usalama. Kulingana na walioshuhudia tukio hilo, watu hao wa walijaribu kufungua milango ama mlango wa nje wa nyumba alimokuwa Mohamed kwa nguvu na waliposhindwa waliruka ukuta na kuingia katika boma hilo. Watu hao kisha walimkamata mtu huyo na kutoweka naye kwa kutumia gari aina ya Land Cruiser. Familia ya jamaa huyo sasa inataka vitengo vya usalama kumwasilisha mahakamani iwapo alivunja sheria badala ya kumpeleka mahali pasipojulikana. Kwa upande wao polisi wanasema familia imeandikisha taarifa na kwamba uchunguzi utafanywa kutegua kitendawili hicho. Nimemuuliza wao nyinyi ni wawo, nani, nikiwa huko ndani